Mbunge wa Kigoma mjini Revocatus Chipando ameweza kushia picha yake ya kipindi cha nyuma akiwa na Zitto Kabwe na kisha katika picha hii akaweza kuandika maneno yafuatayo: Achana na mchezo na ucheza kaka yangu Zitto Kabwe, mwaka 2015, nilipambana kwa hali na mali mpaka ukawa mbunge wa Kigoma mjini. Ni ajabu leo hii kukuona unapambana kwa hali na mali niondolewe kuwa mbunge wa Kigoma mjini. Acha nifanye kazi, kaka yangu. Kumbuka Kigoma, sisi sio wakuja, pale ni nyumbani kwetu mimi na wewe. Pale kuna baba na mama zetu. kuna dada na kaka zetu, kuna watoto na wakubwa zetu. Tuupambanie mji wetu, nikishindwa kesi, tukirudia uchaguzi utashindwa tena. Watu wengi wameweza kujiuliza ni kwa nini Baba Levo wameweza kushia ujumbe kama huu e, kufuatia hiki ambacho e, ameweza kukifanya, wengi wakijiuliza kwamba imetokea e, nini, mbona akaamua kumcharua hivyo Zitto Kabwe? Lakini pia nikaona si mbani kusogezea komenti za watu. Huyu anajiita Sharo Gangster amesema, Nasema mwisho umemchapa vibaya sana lakini. Huyo cutting master Baba Shipu kasema, oh, Zitto amefanyaje tena kibarabara. Lakini mwingine anajiita Sekali Jayara kasema, mimi naweza ile gari ya harusi sijui itakuaje. Lakini mwingine anajiita Mwala Comedy kasema Zitto anataka kuua winga. Lakini Shafiki kasema oho. Lakini Isha Kitchen kasema kuna watu watakagi aibu ndogo ndogo, wanapenda aibu kubwa kubwa. Lakini Mtumishi Heu kasema pegea Yesu makofi. Lakini mwingine anajiita mabegi mwenge kasema kibarabara. Lakini agent kasema du mbwana, dalali hataki kukubaliana na hali ya ala. Hizo ni baadhi tu ya komenti ambazo wameweza kushare eh, mashabiki.